Wananchi wetu wengi hawana ujuzi wa kutafuta haki zao, kwao tu wasaidie kutafuta au kupata haki zao. Kiwanja kikaa kimechukuliwa na shule ya msingi ya pale Ungalimiteji, walivyochukua wakasema wanaongeza madarasa. Baada ya kuongeza madarasa, wakanaambia watanipa kiwanja mbadala. Nikawa nafuatilia siku zote hizi, wiki inaisha na kuja, mwezi unaisha na kuja, mwaka unaisha na kuja Tangia mwaka elfu mbili na moja mpaka leo sijapata mafanikio, naangaika na karai la mandazi na nini mpaka watoto wangu wamewaliza kusoma. Hasa hapa juzi, baada ya kusikia hii kampeni ya msaada kwa sheria, ndo nikaja. Kwa hiyo nilikuwa na mwanasheria wangu ambaye ndo alionisaidia pale, na ndio mpaka imetikia sasa hivi nimekabidhiwa hati ya kiwanja bisamia. Kwa kweli tunamshukuru Mungu na tunamwombea Mungu azidi kumjalia, azidi kutusaidia